Habari za wakati huu, shabiki wa soka na shabiki wa Manchester United, karibu sana United TZA tuweze kupata updates chache ya kila ambacho kinaendelea kuhusu klabu yetu pendwa ya Manchester United. Leo nina taarifa kadhaa ambazo nimekuandalia, mojawapo ni kuhusu moja, Kobbie Mainoo ambaye anaonekana kutaka mshahara mkubwa zaidi kuliko ambavyo wengi mnaweza kutarajia ili kuendelea kubaki klabuni, lakini pia na taarifa ya maandamano ambayo mashabiki wanaandaa kuelekea mchezo unaofuata wa Premier League lakini kuna pigo kubwa pia ambalo inatukuta kuelekea mchezo dhidi ya Real Sociedad Alhamisi hii, lakini pia mwandishi wa habari kutoka uh, jarida la BBC Gary Lineker, kuna comment ambazo amezitoa ambazo ni very interesting, ningependa tuzipitie pamoja nawe katika update hii ya leo, karibu sana ikiwa umefika hapa kwa mara ya kwanza, basi hapa ni mahali ambapo unapata kila siku habari zote ambazo zinahusu klabu ya kupendwa ya Manchester United. Mimi naitwa Dr. Nandes na hapa ni United TZA ambapo unaweza kusubscribe, lakini pia unakumbushwa kulike na kushare video zetu. Tufuatilie kule Instagram, katika mtandao wa X na TikTok, kote huko tunapatikana kwa jina hilo hilo asante uh sana, karibu sana. Naona mnaanza kuingia. Karibuni Ben Chrisanto, rafiki yangu, karibu sana. Uh, naomba nianze kukupatia update, lakini pia maoni yako yanathaminiwa sana, kwa utapitia maoni yako mwishoni mwa session hii, kwa unaweza kutuandikia maoni, maoni yako hapo chini kwa chochote ambacho tumezungumza, lakini pia jambo lolote, swali au jambo lingine ambalo ungependa kuzungumzia kupitia chaneli yetu hii, unakaribishwa sana kututumia maoni yako. Habari kabisa ambayo naanza nayo inatoka kwa mwandishi Chris Wheeler wa Daily Mail ambaye amesema kwamba Kobbie Mainoo anataka mshahara wa pauni laki na themanini kwa wiki ili kuendelea kubaki Manchester United. Otherwise anaweza kutafuta klabu nyingine. Hiyo ni taarifa ambayo inajua wengi mwasangaza, lakini huo ndo ukweli kwamba Kobbie Mainoo, wakala wake anasema kwamba lazima wampe mshahara mkubwa wa kuendelea kumwacha klabuni otherwise atakuwa tayari kumtafutia timu nyingine, kwa sababu Kobe Mainu anaamini kwamba yeye ni miongoni mwa wachezaji muhimu sana katika timu ya Manchester United na anaamini kwamba anapaswa kupata mshahara mkubwa kama ambao wengine wanapata, na hii inakuja hasa baada ya kuona kuna baadhi ya wachezaji ambao wanakula mishahara mikubwa wanakaa benchi kama kina Mason Mount, kila siku kwa majeruhi, na hii inatengeneza chaos ya kila siku, na ndio maana wachezaji kama kina Kobe Mainu wanaanza kudai mshahara mkubwa. Lakini hiyo ndio taarifa kwamba anataka angalau laki na themanini kwa wiki, na baada ya hapo anaweza kuamua ikiwa atabaki Manchester United au hapana. Ningependa uniandikie hapo chini, unaona mshahara wa laki na themanini kwa, kwa, kwa wiki kwa bwana Kobbie Mainoo, je una, unafaa ama labda tutakuwa tumelipa hela nyingi sana kulinganisha na klabu zingine? Ningependa sana kupata maoni yako. Lakini taarifa nyingine ambayo ni mbaya, nimeona watu wengi mkiandika kwenye comments zetu kule katika mtandao wa X au Twitter, lakini pia kule Instagram wengi mmekuwa kwenye comments na pia nimeona kwenye magrupu ya WhatsApp, wengi mkizungumza kwamba mnatamani sana kumwona Chido Obi akianza katika mechi dhidi ya Real Sociedad. Lakini ikiwa wewe ni mfuatiliaji wa page zetu utagundua kwamba nilikuandikia kabisa mapema leo asubuhi kwamba Chido Obi tunamkosa kuelekea mchezo dhidi ya Real Sociedad Alhamisi hii, mchezo wa Europa League. Kwa nini? Nitakupa sababu. Kwa hiyo mshambuliaji huyu wa Manchester United, Chido Obi ambaye zamani alikuwa akifahamika kama Chido Obi Martin, sasa hivi anaitwa Chido Obi, hata ruhusiwa kucheza mchezo wa Europa League yoyote msimu huu kwa sababu za kiusajili. Kwa sababu wakati Manchester wanawasilisha orodha ya wachezaji ambao watacheza Europa League, yeye halikuwa bado hajapandishwa katika timu ya wakubwa lakini pia kwa sababu hayupo kwenye klabu kwa muda mrefu kufikisha miaka miwili, hayupo kwenye orodha ya B, ambayo orodha ya B inaruhusu kuongeza wachezaji ambao wapo kwenye academy, kwa muda, ambao wako chini ya miaka 21, ambao wao wanaweza kuongezwa kwenye timu hata kama hawakuwa kwenye orodha ya kwanza ambayo iliwasilishwa kula UEFA kwa ajili ya mashindano. Sasa Chido Obi wakati wa usajili yeye manake hakuwepo. Kati timu inasababisha orodha, alikuwa kwenye timu ya vijana. Lakini sasa ingawa, yuko chini ya miaka ishirini, anakidhi kwenye orodha ya timu mbili, lakini sasa hakuwa kwenye klabu kwa muda wa miaka miwili, kwa hiyo bado anashindwa kuweka kwenye orodha hiyo. Kwa hiyo hiyo ndio sababu ambayo inafanya tumkose Chido Obi katika mchezo unaofuata dhidi ya Real Sociedad. Kwa hiyo wengi najua mlitamani kumwona uh, Chido Obi akicheza, lakini taarifa ni kwamba hawezi kucheza na si katika mchezo huo peke yake bali katika michezo yote ya msimu huu ya UEFA hawezi kushiriki. Kwa sababu za usajili, hayuko eligible kushiriki kwenye mchezo wowote wa, uh, wa Europa League. Lakini maana yake ni kwamba yuko tayari kuhusika kwenye michezo mingine kama mchezo wa Premier League na michezo mingine ambayo inaendelea katika klabu yetu ya Manchester United. Lakini taarifa nzuri ni kwamba kuelekea mchezo huu wa Real Sociedad, Patrick Dogo wing back kushoto ambaye tulimsajili kwa uh, katika didisha liliopita, yuko tayari na atatusaidia sana katika mchezo huu muhimu, baada ya kumkosa katika mchezo uliopita dhidi ya Fulham, mchezo ambao Manchester tuliondolewa katika mashindano ya FA Cup. Basi atapatikana katika mchezo unaofuata dhidi ya Real Sociedad katika mchezo muhimu wa Europa League. Miongoni mwa ambao ningependa kuyazungumza leo ni nataka nipate maoni yako wewe mtazamaji. Unafikiri ikiwa ungekuwa katika nafasi ya Ruben Amorim sasa hivi, je, ungeamua kuwekeza nguvu kwenye Europa League ambayo labda unaweza ukachukua ama uendelee kupambana na ligi upande nafasi katika nafasi ya ligi? Mimi nitakupa jibu langu mwishoni mwa session hii, lakini pia ningependa na nafasi nafasi ni kupata maoni yako kuhusu hilo, kwa sababu tumeshamalizana na FA Cup tushaondoka kwenye ligi sioni kama tunaweza kuchukua chochote tuweze kupata kupata top five, tuweze kupata top 5 top 4. Kwa hiyo i don't think kuna kitu chochote ambacho tunaweza kupata kwenye ligi, lakini at least kuna nafasi ya kupata kombe. Kwa hiyo msimu huu ni either Europa League au hakuna kitu ambacho tunafaidika nacho katika msimu huu. Ningependa sana nipate angalau uh, um, maoni yako hapo. Uh, jambo lingine ambalo ningependa kuzungumza ni kuhusu taarifa ya Angel Gomez, yule, Angel Gomez, um, kiungo wa timu ya taifa ya Uingereza ambaye alikuwa mchezaji wa zamani wa Manchester United aitokea katika akademi ya United na baadaye, akaenda akauzwa kule katika klabu ya LOSC Lille. Sasa, taarifa kutoka Caught Offside wamesema kwamba Manchester wanafikiria kumrudisha Angel Gomez katika klabu ya Manchester United kutoka huko katika klabu ya um, lakini pia wana pata competition ya kumsaidia kutoka katika klabu ya Spurs, Bayern na RB Leipzig. Ikiwa umeangalia mashindano ya UEFA ambayo yanaendelea ya utakuwa umemuona anavyokichafua vizuri sana huyu Angel Gomez. Kwa hiyo Manchester wanafikiria kuona ikiwa wanaweza kumrudisha katika klabu, hasa baada ya kuona kwamba kuna watu kama akina Christian Eriksen na Casemiro ambao wataondoka mwishoni mwa msimu huu. Kwa hiyo miongoni mwa watu ambao wanataja kuja kuchukua nafasi zao, pamoja na Angel Gomez ambaye alikuwa mchezaji wa zamani wa Manchester, anaweza akaja akachukua nafasi zao. Hiyo ni taarifa nyingine pia ambayo sina mengi kuihusu, lakini taarifa hiyo ni kwamba wanafikiria kuona kuona kama wanaweza kumrudisha uh, lakini taarifa nyingine nzuri ambayo wengi najua mnapenda kuisikia ni katika mchezo unaofata dhidi ya Arsenal. Taarifa kutoka kwa Dean Jones wa The Times amesema kwamba taarifa za ndani za klabu zinasema kwamba Ruben Amorim anatamani kuendelea kumpa nafasi Chido Obi katika mechi za muhimu ambazo zinakuja, hasa baada ya kuonesha kiwango bora katika mchezo uliopita dhidi ya Fulham, japokuwa Manchester United tulitolewa katika mchezo huo. Ikiwa uliangalia ule mchezo dhidi ya Fulham utagundua kwamba katika muda mchache ambao Chido Obi alicheza alitengeneza nafasi za magoli nyingi sana kuliko zile ambazo Rasmus Hojlund ametengeneza katika michezo sita iliyopita, lakini alicheza kwa dakika kama, kama hamsini na saba hivi. Kwa hiyo wakati mwingine Chido Obi ameweza kutuonyesha kitu cha tofauti na ameweza kutuonyesha kwamba kumbe wakati mwingine ukiwa mshambuliaji sio kila mara lazima utengenezwe nafasi, wakati mwingine unaweza ukatengeneza nafasi zako zenyewe out of nothing na hii ndio maana mtu kama Cristiano Ronaldo alikuwa akifunga magoli mengi Manchester, lakini timu, timu mengi, washambuliaji bora duniani wakati mwingine wanaweza kuibeba timu katika mahali ambapo hata hawatengenezewi nafasi kutosha. Harry Kane kipindi yuko Spurs. Spurs ilikuwa kila siku ina boronga, lakini Harry Kane anamaliza akiwa akiwa mfungaji bora wa ligi kila siku, yeye na Son Heung-min. Yeah, maana ni kwamba wanatengeneza space zao wanajitengeneza nafasi ya kufunga magoli out of nothing. Na hivyo ndivyo mshambuliaji ambavyo unapaswa kuwa. Huenda, uh, Rasmus Hojlund yana, yana, yana kwa hiyo huenda Rasmus anacha kujifunza kwamba wakati mwingine, si kila wakati lazima utengeneze nafasi lazima, um, lazima wakati mwingine ujitengeneze nafasi zako mwenyewe ambazo unaanza kuzikonvert na kuweza kusababisha magoli. Niliona hicho kitu kwa Chido Obi katika mchezo uliopita dhidi ya Fulham alionyesha glimpses za kile ambacho anaweza kuhofa. Wasiwasi wangu mkubwa kumhusu Chido Obi ni kwamba kwa sababu klabu ipo kwenye crisis, maana ni kwamba mashabiki, wachambuzi na kila mtu wanaanza kumuona kama anaweza kaja kuwa mkombozi, kitu ambacho sio sahihi kwa sababu tutamvisha mzigo mkubwa ambao hawezi kuhimili, na hilo linaweza kumpa pressure ya kuperform na akashindwa kuonesha kiwango chake katika siku za usoni. Kwa nafikiri ni vizuri tumue kwenye timu polepole, tusimpe mzigo wa kutosha tumwe, tumtondee kum, lakini tumpe muda kwamba angalau baada ya msimu mmoja au oh, miwili anaweza akawa top striker ambaye tunaweza kumtegemea, lakini kwa sasa nafikiri ni vizuri tumpe, tumpe muda tusimtumie sana, lakini pia tusimpe majukumu mazito kuliko vile ambayo anaweza kuhimili. Lakini taarifa ni kwamba kuna uwezekano mkubwa sana akaanza kikosi cha kwanza dhidi ya Arsenal katika mchezo unaokuja kwa sababu katika kumbuka mchezo unaofuata wa Europa League hatashiriki, hatacheza kwa sababu za usajili. Maana ni kwamba atakuwa fit kuweza kushiriki katika mchezo unaofuata wa Premier League dhidi ya timu ya Arsenal ambao ni title contenders wa msimu huu. Je, unafikiri Chido Obi anapaswa kuanza michezo inayofuata au aendelee kutokea sabu na kupata dakika chache? Ningependa pia uniandikie maoni yako kuhusu jambo hilo. um, sasa uh, kuna hiki kikundi cha mashabiki wa Manchester United nchini Uingereza ambao ndo wanafikiri ndo, uh, ndo fan engagement kubwa zaidi ya Manchester ulimwenguni inaita The 1958 wameandaa maandamano kwa ajili ya kupinga utawala wa Glazers na kile ambacho kinaendelea klabuni ikiwa miongoni mwa hizi ambazo zinaitwa cost cutting measures za INEOS, za kufukuza wafanyakazi, kujaribu kubana matumizi, kuondoka ofisi ya London na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wameandaa maandamano ambayo yatafanyika siku ya mchezo dhidi ya Arsenal. Wanasema maandamano hayo, wamesema kwamba yataanza saa tisa alasiri Jumapili inayokuja na wanasema kwamba wao wanaona kwamba klabu inazidi kurudi nyuma na wanahitaji wanasema kwamba mashabiki tuungane, ili kuweza kuonesha wazi kwamba tunawadharau na tuna wapinga Glazers na tungependa klabu yetu irudishwe mahali ambapo inastahili kuwa. Na pia wanajaribu kufanya maandamano kuonesha wazi kwamba wana hawaungi mkono kila ambacho Glazers na Ineos wanajaribu kuendelea kufanya kama vile kupunguza gharama, kutomsupoti kocha ambaye yupo klabuni lakini pia kumleta kocha katikati ya msimu, lakini pia na kushindwa kumpa wachezaji ambao wanahitaji ili kuweza kumpa nafasi ya kufanya vizuri katika ligi na mashindano ya Ulaya. Kwa hiyo uh, The 1958 wata wana wana wanakusanya wana mashabiki wanafanya kozi kwa mashabiki kama vile wanaweza kupata mashabiki wa kutosha kuweza kuandamana katika mechi hiyo dhidi ya Arsenal, na wamesema kwamba wavae nguo nyeusi ili kuonesha kwamba klabu inazidi kudidimia chini. Kwa hiyo wenzetu huko nchini Uingereza wataandamana. A, labda naweza ngatafuta baadhi ya mashabiki wangu uh, mashabiki wenzangu wa Manchester mabango, uh, wapi wapi, tutafika tutafika Ulaya hadi tarehe hizo tunafika, tunafika huko alafu um, tunaongeza nguvu kwa hawa 1958. Uh, ni jambo la kuchekesha, lakini kwa kweli, kusema kweli mimi nawaelewa uh, ambao wanataka kuandamana. Hata mimi ningekuwa Uingereza sasa hivi ningeandamana, kwa sababu ya kusema kweli, hali ya klabu kila siku inazidi kuzorota na hatuoneshi dalili ya kwenda mahali ambapo tunataka kufika. Kwa hiyo nafikiri ni muhimu sana, uh, kuendelea kuwaonyesha wazi kwamba tumechoka na kila ambacho kinafanyika klabuni. Um, sasa kuna comments za mwandishi wa BBC anaitwa Gary Lineker na ninapenda nikusomee. Hapa kuna kuna kitu cha msingi sana amesema hapa ambacho nafikiri ni muhimu tukijue, kwa sababu ni kitu muhimu sana, na kinaweza ku kutuonesha umuhimu umuhimu wa kuwa na mpango mzuri kwa kwa klabu uh, Gary Lineker alisema kwamba um, alitoa mfano wa Liverpool akalinganisha Liverpool na Manchester United msimu huu baada ya kumpata kocha mpya Ruben Amorim. Gary Lineker alisema kwamba ukiangalia Liverpool sasa hivi wana kocha mpya Arne Slot ambaye anafanya mazuri, si kwa sababu yeye ni kocha bora sana lakini amepokea timu nzuri ambayo Jurgen Klopp aliiacha, na pia Jurgen Klopp aliacha klabu katika hali nzuri, na muundo wa klabu au structure ya klabu imeisha simama na ni nzuri sana, na ndio maana Arne Slot anafanya vizuri sana. Lakini hilo halikuwa hivyo kwa upande wa Sir Alex Ferguson alipondoka Manchester United. Ninajua Manchester walishinda kombe katika msimu huo mwaka elfu mbili na kumi na tatu baada ya Alex, Alex kuondoka klabuni, lakini kusema ukweli hiyo haikuwa timu bora ya Manchester United na wachezaji wengi ambao walikuwa ni bora kwenye timu hiyo walikuwa wanafikia mwisho wa kria zao za soka na hilo lilikuwa tatizo. Academy ilikuwa haitoi wachezaji bora ambao kuweza kusapoti timu, na hivyo muundo wa timu na structure kwa ujumla ikaanza kuharibika. Na Sir Alex Ferguson alipoondoka hakuacha klabu katika hali nzuri, kama vile ambavyo Jurgen Klopp ameondoka na kuiacha Liverpool katika hali nzuri. Nafikiri ninamwelewa vizuri sana gari line alichokiongea hapa kwa sababu hichi kitu nimekuwa nikikiongea kila siku. Sisi tunakumbwa na changamoto ya kwanza, tulikuwa tuna mfumo mzuri wa kuendesha klabu. Manake, mfumo wa kuajili makocha, mfumo wa kusajili wachezaji hatuna structure football ambayo tunaicheza na hii miaka yote ambayo tumepata mafanikio ni ya mtu mmoja tu Sir Alex Ferguson. Kwa hiyo maanake kila kitu ambacho leo United anajivunia ni, basically, ni kila ambacho Sir Alex Ferguson alifanya kwa miaka ishirini na tano ambapo alikuwa klabuni. Kwa hiyo watu wengi, ikiwemo mimi na wewe, ambao tumekuwa tukiangalia soka hivi karibuni ambao hatujawa hatukuwepo kipindi cha kina na wengine Wengi tunazungumzia Manchester bora kwa sababu tunaongelea Manchester ambayo sa Alex Ferguson aliacha. Lakini honestly, hakuweka misingi ya baadaye. Na hata yeye alijua kabisa kwamba msimu huu wa mwisho kama anakumbuka ni msimu ambao Paul Scholes alistaafu, alafu akamrudisha kwenye kikosi. Akaja akamsaidia kuchukua, kuchukua, ndo ni msimu ule ule ambao msimu mmoja kabla ya hapo dirisha la Januari alimsajili Robin van Persie kutoka Arsenal, kuja kumsaidia kuchukua kombe la la, la ligi namba ishirini. Unaweza ukaona kwamba timu hii inaenda kwenye decline, aliona kabisa kwamba timu hii project inafikia mwisho na akaamua kuondoka, lakini hakutuachia mazingira mazuri ya wakati ujaona Ndio maana klabu mpaka leo ina-struggle sana. Hiki ambacho anajaribu la kufanya Ruben Amorim ni kile ambacho tumekuwa tukikosa kwa muda mrefu sana. sana lakini changamoto ni kwamba, je, klabu itampa huo muda wa miaka mitatu minne wa kutengeneza system ya baadaye kwa sababu kusema ukweli, kama Ruben Amorim alivyosema, lazima mwanzoni hapa tupate matatizo makubwa. Lazima klabu ikubali kuumia ili iweze kufanikiwa baadaye. Leo Arne Slot amechukua timu ya Liverpool kutoka kwa Jurgen Klopp, anakuja kuchukua ubingwa, lakini ukiangalia kitu ambacho Arne Slot amekifanya sio sio so, so kikubwa sana. Ameenda na mchezo ule ule ambao Jurgen Klopp alikuwa anatumia mwanzoni, amebadilisha timu kidogo kidogo hadi muda wake ambao ulikuwa na mruhusu. Kwa nini? Kwa sababu alikuta timu ambayo imeseto timu ambayo ina structure nzuri, timu ambayo inapata matokeo. Kwa hiyo alifanya tu vitu vidogo kuendelea ku, kuimarisha pale ambapo kuwae, kwa nafikiri hii, lazima rhiii changamotoomawaitambue na waifanyie marekebisho haraka, iwezekana bila hivyo, tutaendelea kupata shida nyingi sababu ya mambo ambayo klabu inapitia kwa muda mrefu. Nafikiri um, shida yetu kubwa sisi ni hiyo, ni kwamba hatuna structure, hatuna mfumo ambao wakutusaidia kuendelea, ku, um, kuendelea kusustain uh, maisha ya baadaye baada ya watu wengine kuondoka. Uh, sawa. Kwa hiyo hizo ni habari chache ambazo nikuandalia leo. Uh, naomba nipitie baadhi ya maoni yenu. Asante sana Ben kwa maoni yako nimeyaona. Uh, Joe Ankale ametuandikia hapa, anasema huyu Kobi akitaka hiyo hela bora aondoke. Timu mbovu bado anatuchanganya, bora aende tafute wachezaji wenye uhitaji kupambania timu, hapo wachezaji wengi tu wenye uwezo zaidi yake. Ninakubaliana na Joe Ankale kwa sababu nafikiri kama klabu lazima tuseti standards ngumu za kufanya watu wasituzoee, kwa sababu we can't be paying Bigger wages kwa wachezaji ambao kila siku hawatupeleki mahala popote. Fuatilia mshahara ambao anakula Patrick Dogu. Ni mshahara mdogo sana, nilisema hapa siku moja sikumbuki ni shilingi lakini ni apataki, ni mshahara mshahara mdogo sana kawa ni kula mshahara mdogo pale klabuni. Tunataka watu wa aina hiyo ambao wanaweza kuwa na commitment kubwa kwa club, lakini pia ambao wako tayari kufanya kazi chini ya mshahara mdogo. Uh, okay Benny anasema atufai aondoke tu, na pia anasema kwamba Ruben Amorim awekeze kwenye Premier League. uh, okay, mimi nafikiri okay. naomba sasa nitoe jibu langu ambao nilikwambia, je, sisi tuwekeze wapi kwenye ligi au kwenye Europa League? mimi ningekuwa mimi Ruben Amorim leo ningewekeza nguvu zote kwenye Europa League. na nitakwambia kwa nini. kwanza ligi shaisha Uwezekana wa kushuka daraja haupo. Yeah, we can still get relegated kwa sababu bado kimahesabu inawezekana tukashuka daraja, lakini i don't think inawezekana. Ipswich pswch uh, ni tim Southampton i think go down. Kwa hiyo obvious, hatuna hali mbaya kamae, hatuna hali mbaya ama, hatuna hali mbaya kwa hiyo hatuwezi kushuka daraja kwa sababu ya timu ambazo ziko chini yetu. Si kwa sababu sisi ni bora, lakini kwa sababu ya timu ambazo ziko chini yetu ziko na timu ziko na hali dhaifu zaidi yetu. Kwa hiyo hatuwezi kushuka daraja, hatuwezi kupata top 5, hatuwezi kupata top 4, hatuwezi kuchukua ubingwa. Kwa hiyo ni kama ligi ya mwaka huu, msimu huu ushaisha technically. Kwa hiyo ni cha kupambana kupaki kwenye ligi ambacho ni kitu ambacho kinawezekana. Na nafikiri ikiwa ningeamua kuwa Ruben Amorim leo, nafikiri ningepambana zaidi kubaki kwenye Europa League na kuchukua Europa League kwa sababu Europa League itanipa nafasi ya kupata kombe msimu huu, lakini itanipa nafasi ya kucheza Champions League mwakani. Kwa nafikiri Ruben Amorim analijua hilo, na kama ningekuwa mimi pia ningewekeza zaidi kwenye kwenye, kwenye Europa League, kwa sababu ikiwa klabu itachukua, itafanikiwa kuchukua Europa League, manake ni kwamba itakuwa katika nafasi nzuri ya kucheza Champions League mwakani regardless, tutafikia wapi regardless tutakutaishia au whatever lakini, kushiriki Champions League tayari ni mafanikio, kwa sababu utapata wachezaji wazuri ambao wengi wanagoma kuja klabuni bambu, kwa sababu wanaamini kwamba uh, kuja klabuni kuja katika klabu ambayo haichezi Champions League. Wengine wengine wanaamini kwamba ni kushuka daraja, wanatamani kwenda klabu ambazo zinacheza zina, zina Champions League. Kwa hiyo nafikiri uh, tuki tukifanikiwa tuki tukifanikiwa kwenda tukachukua Europa League itakuwa ita, ita, ita vizuri sana kwetu, kama angalau tume, tumefanikiwa kwenda katika mashindano ya Champions League mwakani, kitu ambacho ni kizuri sana. tunahitaji mashindano ya Champions League ili iweze kutupatia angalau nafasi ya kushiriki kombe, lakini pia nafasi ambayo itatusaidia kufanya uh, mashindano ya Champions League mwakani kwa nafikiri sasa hivi, ningependa tuwekeze nguvu zaidi sana kwenye Europa League, ambayo nafikiri bado inawezekana kuchukua kusema kweli. FA Cup ilikuwa ni ngumu zaidi kwa sababu bado kuna timu kama Man City, bado kuna timu zingine ambazo ni ngumu, ambazo zinaweza kutusumbua lakini nafikiri, Brighton, nafikiri bado yupo pia. Lakini nafikiri, Europa League tukipambana vizuri nafikiri mechi ngumu ni hii hapa ya kesho kutwa, Alhamisi dhidi ya Real Sociedad. Tukitoboa hapo nafikiri tuna njia, tuna njia nyepesi kidogo tunaweza tukapambana tukachukua Europa League sababu sio mashindano magumu sana kihivyo lakini pia uh, ukiangalia Mechi zilizobaki kwa ajili ya kuchukua ni mechi chache ambazo tukikomaa we can get something out of it. Lakini anyway, mimi sijui vizuri sana wengine mnaonaje. Ningependa pia uniandikie maoni yenu kuhusu hilo. Labda kuna wengine wanafikiri labda bado tukipambana tunaweza kufika top 5 ya ya ya league. Sijui lakini mimi I don't think that is technically possible. Um, Nehemia Buriba, asante sana nimekuona, karibu sana kwenye chaneli yetu kwa muda mwingine sana, nimeona umeandikia maoni yetu, asante sana. Amesema acha tulie, uh, muda si mrefu sitakuwa bora. Naamini kabisa hata mimi, naungana na wewe kabisa na na emia Buriba, nafikiri tutafika mahali ambapo tunataka lakini jambo mambo mawili lazima tuyafanye, mambo mawili tu ya msingi. Jambo la kwanza lazima Ruben Amorim apewe muda wa kutosha, na jambo la pili lazima Ruben Amorim apewe resources za kutosha, apewe wachezaji ambao anawahitaji ili kuweza kutufikisha nchi ya hahadi. Beni Krizanto, asante sana kwa ujumbe wako. Uh, Kibiriti Zuberi asante sana kwa kujiunga na channel yetu. Asante sana kwa maoni yako. Na umeandikia pale wa Marekani wanaboa sana. Of course, hata mimi wananichosha na nafikiri ni wakati ambapo lazima watu wachie timu, auze kwa watu ambao wanaweza kuendesha timu. Ineos pia ni kama wa mchongo. Ni kama wamechukua timu ambayo hawezi kuiendesha. Wanachofanya sasa hivi ni kujaribu kubana matumizi na kuona kama vile wanaweza kupata faida ili waweze kufaidika angalau na klabu hii lakini pia kama ana mpango mzuri sana kuonesha club lakini tuape muda tuone kama anaweza kufanya chochote kile kitu katika msimu huu hasa ambao unakuja. Uh, mwingine ambaye ametuandikia ni Mr. Nzumbi Masumbuko Ho Hernandez. nimeingia ni nimechelewa. Hujachelewa sana, bado hii video itakuwepo, unaweza ukapitia tuchizungumza hapo na miongoni mwa habari ambazo nimezungumza, kama umeingia kwa kuchelewa kwanza karibu sana wale wote ambao mmeingia kwa kuchelewa. Habari kuu kama umezikosa, nitakupitisha nita, nita tena kwenye habari ambazo tumezungumza kwa kifupi, ili angalau usikose vitu vyote uh, labda ni wapitishie naona kuna wengine pia wamechelewa kuingia. Habari ambayo tumeongelea leo kwanza ni Kobe Mainu ambaye amesema anataka mshahara wa laki na themanini kwa wiki kuendelea kubaki klabuni, kubaki ama atafuta timu nyingine lakini habari nyingine pia ilimuhusu Chido Obi ambaye tunamkosa katika mechi dhidi ya Real Sociedad, katika mechi ya Europa League. Najua wengi mlitamani acheze, lakini kwa sababu hakusajiliwa mapema hakuwa kwenye orodha ya wachezaji wa kucheza Europa League, kwa hiyo hataruhusiwa kushiriki mashindano ya Europa League msimu huu. Lakini pia taarifa nyingine ni kuhusu Angel Gomez ambaye alikuwa mchezaji wa zamani wa Manchester, sasa hivi yuko Losc Lille ya kule nchini Ufaransa. Klabu inafikiria kumrudisha Uh, msimu huu mwishoni mwa msimu huu kwa sababu Casemiro na Eriksen wataondoka. Lakini pia taarifa nyingine pia ni, kus, ni, tu, ni kuhusu uh, Chido Obi ambaye taarifa ya Dean Jones wamesema kwamba Ruben Amorim anafikiria kumpa nafasi nyingi zaidi za kucheza Chido Obi, na miongoni mwa mechi ambaye anaweza kaanza ni mechi anayofuata dhidi ya Arsenal katika ligi ya soka nchini England lakini pia the 1958 aa, mashabiki wa soka nchini Uingereza wenye chama chao wameamua kufanya maandamano kuelekea mchezo dhidi ya Arsenal kuwapinga Glazers na kila ambacho kinaendelea klabuni pamoja na Ineos kuendelea kufanya kuongeza tiketi na mambo mengine kama hayo. Lakini pia jambo la mwisho ambalo tumeongelea tumeongelea comments ambazo za Gary Lineker ambaye amesema kwamba klabu sa Alex Ferguson hakuiacha katika mazingira mazuri na ndio maana mpaka leo Manchester United tuna safa kila ambacho tunakiita fate ya Sir Alex Ferguson. Ametulinganisha sisi na Liverpool na Jurgen Klopp ambaye alimwachia Arne Slot timu bora zaidi na leo unaona kila ambacho anajaribu kufanya, na mimi nikasema kwamba lazima Ruben Amorim apewe nafasi kama hiyo ya kujenga kitu kipya, apewe muda wa kutosha, lakini pia apewe resources za kuweza kufanya kila ambacho kina tosha. Sawa? So, tutapanga kuhusu kampeni naona Ben Crisanto ametoa maoni yake kwamba tuanze kampeni na sisi ya kuwafukuza Glazers. Tunaweza tukafanya kitu. Hebu niandikie maoni yenu hapo chini kwenye comment, lakini nafikiri tunaweza kufanya kitu pia hata kutokea huko Tanzania. Tukafanya kitu kikaenda viral, kikafika huko na Glazers wakiona. Naamini katika community hii ya Swahili tunaweza kufanya kitu kabisa. Tukiungana sisi hapa Kenya, Uganda, Mozambique, Malawi na wengine wote ambao wanazungumza Kiswahili tukaungana tukashika mabango tunafanya kila nchi tunaweza tukafanya kitu kikubwa sana, mimi naamini hivyo. Kwa hiyo ningependa sana kupata maoni yenu kuhusu hilo, labda na sisi tunaweza tukaraise voice zetu zikasikika mpaka kule kwa news. Basi naomba nikutakie usiku mwema kwa sasa, hayo yalikuwa ni machache ambayo nimekuandalia. Ikiwa umefika hapa kwa mara ya kwanza, basi nakuomba kabisa, kabla hujaondoka hapa, bonyeza kitufe hapo subscribe, channel yako weka notification on, ili usiwe unapitwa na, na news ambazo tunakuandalia hapa kila siku lakini pia nenda kule Instagram tafuta united_tza to follow kule pia. Na pale utapata link kwenda kwenye group la WhatsApp. Wengi wanapenda ma group ya WhatsApp. Kule kutakuwa unaweza kujoin na utaweza kupata discussions na marafiki wenzako wa Manchester United. lakini pia ukienda kule mtandao wa X na TikTok, kote huko jina ni hilo hilo united_tza unaweza kufollow huko na kutuachia maoni yako. Mimi na Dr. Nandez, na kwa sasa naomba nikutakie usiku mwema.